Hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara ya yaliyotokea 29 Desemba, vituo vilivyoharibiwa, Oktoba Oktoba 29, vituo vilivyoharibiwa nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia waliokufa? Mnaficha nini? kwa sababu waliokota maiti ni polisi. Naona samani mwenyekiti waliokota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana, lakini kuna debate kwamba ni watu wangapi wamefariki. Maana Aljazira wanatuambia mia saba unakwenda kuna taasisi nyingine zinasema watu elfu kumi wengine wanasema kumi. Kwa hiyo sasa, ili tuwe kwenye perspective, iwapo kuna takwimu za watu wangapi waliouawa au waliokufa eh watu wangapi. Na mmoja aliyeuliza amenisaidia kabisa, anasema mbona majengo mnataja, mbona vitu mnataja. Na hiyo ndio sababu, ndugu zangu, hatutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wamepoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi ya aina gani hiyo ya kuselebreti mtu mtu, maisha ya mtu? Guys, and these are the things ambazo tunaenda kwenye, kwenye, kwenye miko. Ni vile halijakukuta wewe. These are the things ambazo siku hizi watu wameshakuwa wepesi tu. Mtu anameondokea na, na mpendwa wake, wewe una posti like uh, una posti kama picha ya engagement. And, and, and, and, mimi huu mshangao hata sijaanza leo, hata wakati wa Covid, e, bungeni nilisema hivyo. Guys, why should, why are we celebrating? How, why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherekea watu kupotea? I thought, I thought, I thought we admit, jambo limetokea, ambalo watanzania wote tunajua jambo limetokea limetokea jambo lililo cost lives. Ndio, vurugu yoyote ikitokea, there is a loss of lives. tume, tume, tume nani wote and then we are now busy, we are now busy tunataka. And at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa Tuna, mnataka tuanze kuhesabu kama mafanikio guys? Mnataka tuhesabu kama magari? Lives ya watu mnataka tuhesabu kama magari guys? Watu watu wanapoteza wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari, na wengine wanataja tu. Hayuko hata hapa, anasema ni watu hawa, hayuko hapa hata hapo hayo, anasema tu ni watu hawa hapa ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona tunaona mili inawekwa, inawekwa pale nyuma yake kuna magari plate namba hata si za nchi hii, na, na sisi kwa sababu kitu kikishakuwa kuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania, sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it huku, niku, huku mi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni, ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili. Na mtu aking'ang'aniza, kuwa nikiona watu wanaingia na mabomu afu wanang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawaona wanawajua waliowaua, ambaye hayuko hata hapa, amejuaje Guys, si mlikuwa mnaona, mlikuwa mnaona hata nanyie ameanguka mmoja pale kaanguka hivi pale ka... Yes, we admit that vurugu hii has been with the loss of lives. Alafu wale wanau, wanao, wanao onesha, wanao onesha, wanao onesha. Hectares and hectares za watu wamelala, sisi sisi, jamani, hivi hivi, do you know, hivi do you know, I, I, I, what does it mean, watu watu hiyo kama wale wanaotaja sisi tuliwahi kushuhudia ma, ma, ma, mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani do you know? Kwanza tu you, you, huwezi uka, huwezi, eh, eh, kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa hivi. Unajua damu ya binadamu ilivyo, wanaongelea tu elfu ngapi, si laki ngapi? Guys, tuwe makini, there, there is a, an economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. I'm sorry if I've, I've, I've, I've been emotional lakini I'm, I'm just trying to wear the shoes, najaribu na kuvaa viatu hivyo kwamba look how watu wanafanyaje celebration za jambo line. And then na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo. Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level, at a very family level na akaenda kumhifadhi mtu wake huku, nako akaenda o, naye akaenda kumbukeni, kwa mfano, kumbukeni kwa mfano MV Bukoba.